Halmashauri ya wilaya ya Tandahimba mkoani Mtwara imejidhatiti kupunguza kero mbalimbali mbali za walimu wilayani humo, ikiwemo madai mbalimbali ya walimu pamoja na tatizo la uhaba wa walimu. Akizungumza katika mkutano mkuu wa chama cha walimu CWT wilaya ya Tandahimba uliofanyika Machi ishirini 20, elfu mbili na ishirini na tano kwenye shule ya sekondari Tandahimba wilayani humo, mkuu wa wilaya ya Tandahimba Kanali Michael Mtenjele amesema katika kukabiliana na tatizo la uhaba wa walimu tayari halmashauri imepokea walimu wa sekondari thelathini na sita na wengine kumi na tano ambao bado hawajapangiwa vituo vya kazi huku mahitaji yakiwa ni walimu mia sita na arobaini na mbili. Akizungumzia madai ya walimu ya zaidi ya shilingi milioni mia tano na thelathini na saba ambayo ni madai ya uhamisho, likizo pamoja na matibabu, Kanali Mtenjele amesema, tayari halmashauri imechukua hatua, ambapo idara ya elimu imeendelea kulipa fedha kidogo kidogo kulingana na zna oletwa kutoka serikali kuu. Faida Online TV imekuandalia taarifa ifuatayo. Jina langu ni Habiba Mpimbita wa Faida Online TV. tafadhali usiache kusubscribe channel yetu ili kuwa wa kwanza kupata taarifa mbalimbali kutokea maeneo mbalimbali kusini mwa Tanzania. Ama hakika sisi ni watu wa FAI. Uh, walimu wenzangu, kwa niaba ya serikali niwapongeze kwa kazi kubwa na ya wito tunayoendelea kuifanya pamoja na changamoto za hapa na pale ambazo zimesemwa na katibu wetu wa CWT. Hongereni sana kwa kazi <coughs> Serikali inatambua uwepo wa changamoto hizo na ndiyo maana imekuwa ikifanyia kazi hatua kwa hatua, kama ambavyo alisema katibu wetu, mmelipa baadhi ya madeni na bado madeni yapo, hiyo tunakiri. Kwa upande wa idara ya sekondari, ambayo wamesisitiza sana kwamba ndio yenye madeni makubwa, walimu wa idara ya sekondari wanadai fedha kama alivyosema, milioni 197 laki saba na themanini na moja na mia mbili kwa ajili ya likizo. Ah, hizo ni za uhamisho, likizo milioni milio 78 na hamsini elfu kwa upande wa elimu msingi. Uh, ndugu washiriki wa kikao, hadi kufikia Februari 25, 2025 jumla ya walimu 30 wanadai fedha za likizo sawa na milioni 8 na elfu 30, matibabu walimu 11 sawa na shilingi milioni saba laki tano na kumi na tisa, uhamisho wa walimu 121 sawa na shilingi milioni 241 Madeni haya yamehakikiwa na kamati ya uhakiki ya wilaya na kutumwa hazina. Hata hivyo, idara ya elimu awali na msingi imekuwa ikilipa madeni haya kidogo kidogo, kama nilivyokushasema mwanzo, kulingana na fedha zinazoletwa kutoka katika serikali kuu. Pia kumekuwa na uhaba wa walimu kama ambavyo vimeelezwa kwamba uh, mwaka elfu mbili na ishirini na mbili walikuwepo walimu 437 mpaka kufikia Februari elfu mbili na ishirini na tano walibaki walimu mia tatu sabini na tisa kwa upande wa sekondari. Uh, kwa kipindi cha mwezi Machi elfu mbili na ishirini na tano uh, halmashauri imepokea walimu wa ajira mpya awamu ya kwanza 23 awamu ya pili ni 13, jumla walimu 36. Halmashauri halimashauri ina uhitaji wa walimu wa sekondari 642, waliopo 415, upungufu ni 222. Eh, kwa hiyo tunaona serikali inajitahidi pamoja na upungufu huo unaosababishwa pengine na kustaafu baadhi yao, lakini na pengine kama alivyosema wengine wamefariki kwa bahati mbaya, tuombee kwa Mwenyezi Mungu pia kuna wengine wanahamu sasa. Yote hayo yanachangia kwenye upungufu na kuto kushindikana na kupatikana kwa ikama halisi inayotakiwa kufikika, na niendelee tu kupongeza kama nilivyosema awali kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Dakta Samia Suluhu Hasani kwa kuendelea kuboresha miundombinu ya elimu sekondari pamoja na msingi. Eh, kwa hiyo tuendelee kufanya, na kufanya, kufanya kazi na serikali inaendelea kufanya maboresho ili kuhakikisha kwamba walimu tunakuwa na mazingira yaliyo bora ya kufanyia kazi. Awali, akizungumza kwa niaba ya walimu, katibu wa chama hicho wilaya ya Tandahimba ameishukuru serikali ya awamu ya sita chini ya Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuongeza mishahara ya watumishi pamoja na kuwapandisha madaraja walimu takribani elfu moja na sitini na sita kati ya walimu elfu moja mia nne na kumi wilayani humo. Ndugu mgeni rasmi, walimu wako wa wilaya hii Tandahimba kwa ujumla anasitakuwa juhudi za rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mama yetu daktari Samia Suluhu Hasani kwa namna anavyovigali walimu wa nchi hii, kwani katika kipindi tokea mama aingie madarakani, walimu tunakiri kuwa ametufanyia mambo mengi kama walimu Tandahimba na kwa Tanzania kwa ujumla. Mama yetu Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano awamu ya sita, kwa mema mengi walitutendea mama. Amaweza kutuongezea mishahara watumishi mara tu alipoingia madarakani elfu mbili na ishirini na moja kweliswe afuiyamana <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> mama pia alipoingia madarakani hakusita kutupakisha vyeo na kutulipa madeni yetu yale ambayo ni ya mishahara pamoja pia na maneno ambayo si ya mishahara. Kwa takwimu tuliokuwa nayo, kati ya walimu elfu moja mia nne na kumi wilaya ya Tandahimba walimu elfu moja na sitini na sita wamepanda madaraja tokaona j hata hivyo mkutano huo umetamatishwa kwa uchaguzi wa viongozi wa chama hicho kwa ngazi ya wilaya, ikiwemo kuchagua mwenyekiti wa chama wilaya, mwenyekiti upande wa wanawake, waweka hazina, mwakilishi wa watu wenye ulemavu na nafasi zingine mbalimbali. Nao baadhi ya washindi wa uchaguzi huo na washiriki wa mkutano huo ambao ni wanachama wa chama cha walimu CWT walikuwa na haya ya kusema. analenga kanisa ni mwalimu wa shule ya msingi na ndo kwa nafasi yangu wenye mwenyekiti, nitahakikisha kwamba tofauti hizo zinaondoka. Zinaondokaje? vikao vya jika mara kwa mara, baina ya laki wanachama, lakini pia si wanachama tu na viongozi, naweza kuwashauri kuwahamasisha, kukutana na wanachama walengwa wenyewe, kusikiliza kero zao na kuzitatua. Jina naitwa mwalimu Muhamed Bakari Kisiba, natokea shule ya msingi Machedi iko wilaya ya Tandahimba. Matarajio yangu ni kwamba hawa viongozi wataenda kurekebisha, kuona na kutambua, kwa sababu walitembea maeneo mbalimbali ya vijijini kuhakikisha kwamba wanatambua matatizo ambayo yanawakuta walimu wa, wa, wa, wa hususani wa vijijini. Mpaka kufikia hapo, mimi sina la ziada. Jina langu ni Habiba Mpimbita wa Faida Online TV. Tafadhali usiache kusubscribe chaneli yetu ili kuwa wa kwanza kupata taarifa mbalimbali kutokea maeneo mbalimbali kusini mwa Tanzania. Ama hakika sisi ni watu wa field. Asante na kwa heri.